Ni Bugoma TV. Habari. Wakazi halfway, wa kitongoji cha Luhafwe kilichopo kijiji cha Vikonge halmashauri ya wilaya Tanganyika mkoani Katavi wameiomba serikali kutatua mgogoro wa ardhi ambao umedumu kwa muda mrefu baina yao na mwekezaji, ambapo mgogoro huo umesababisha wananchi hao kuishi kwa hofu. Wakazi hao ambao kwa zaidi ya asilimia tisini inadaiwa wanafanya shughuli ya kilimo ambacho wapatia chakula na kipato kwa ajili ya kusomesha watoto, huku wakisema eneo hilo wameishi kwa miaka mingi. Sasa Mheshimiwa Waziri, jambo hili tunaomba sasa utusaidie, kwa sababu tuna maeneo ndani ya kijiji cha Vikonge kwanza kina kilometa 46000. hizo ndani ya kilometa 46 6 haya maeneo madogo waliotuzunguka hawa, nani hawa, walioitwa wawekezaji wangepelekwa hata sehemu nyingine, kuna hivo mimba maeneo yayo, wakipelekwa kule basi itakuwa ni vizuri. Unaona mheshimiwa, kwao tunaomba makazi watu wakae, kwa sababu tayari kuna watoto wanasoma ndani ya kuondoka ondoka, bisuko bissukosuga itaendelea kuwepo madarasa mheshimiwa. Rais amefanya kazi ngumu, matokeo yake tunabaki katika ukimbia kimbia, hata kubu tumeshindwa kufuga. Mheshimiwa, mimi naomba busara yako na busara ya rais Dkt. Samia itumike, hawa watu wakae kwenye maeneo yao. Muwekezaji mmoja kuwatesa wananchi wote hawa kwa hela zake mkononi, mheshimiwa, tunaumia <laughs> hebu jiulize, watu tumeshinda tumekuja hapa saa kumi na mbili kukusubiri wewe, ili ujumalize mgogoro huu. Hatujala, ila tumeteswa na mtu huyu na mtu huyo. Kumbuka stori imesema kwamba amekuja kwa kununua shamba kwa mtu, kumbe nijelesha. Sasa atugunulie sasa, na wengine kama ni aduma mmoja kwa mmoja asinike nyumba zake, wale wengine tua tuondoke bila hata nini, tunakubaliana? <coughs> leo miaka mitatu maendelea kwa watu hamna nyumba anazolala yani, maskini wa mtu kifika ni masikitiko. Kila tukite uwekezaji, uwekezaji, uwekezaji. Umetoka wapi uwekezaji, uwekezaji? sisi tulime wapi, tuende wapi? ekuja kusuluhisha huu mgogoro, nataka na usuluhishe hili swala la uwekezaji limekuja nguvu zaidi sasa. Mimi nikiwa mwenyeji nashindwa kuelewa uwekezaji umetoka wapi? Sasa tunajiuliza sisi wazawa, tunatoka hapa tunakwenda wapi? tuna mpaka kufikia hivi sasa, kitu cha ajabu ambacho kimeleta mgogoro ni wawekezaji. Uwekezaji umetoka wapi? Nikijiuliza mimi kuwa uwekezaji mimi siujui, hauko kwa sababu haya maeneo ni ya tangu zamani, na tumetoka hapa ni kwa ajili ya vijiji, tumekuja kuhamishwa kwamba hapana, nyinyi ondokeni, nendeni Majalila hiyo sabini na nne, na akiwepo mzee Hasani Korongo kipindi hicho, yeye akiwa aki ni nani, akiwa ni mwenyekiti wa mkoa wa Rukwa, kwa sababu upanga ilikuwa Tabora, baada ya Rukwa kupita kuwa mkoa Kahama sasa ikaenda mvua na Sumbawanga ilikuwa Mbeya. Na nieleo mheshimiwa, fika tunapokwenda ndugu zangu, tutafika tunapokwenda Mheshimiwa Waziri, hatuwezi ha, kufika kama hali ya namna hii eh? Sisi wote ni Watanzania, wote ni Watanzania kabisa kabisa.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 mwambieni kwa sasa hapa bado kuna jambo ambalo linafanyiwa kazi na serikali katika kutafuta suluhu ya kudumu. Utahamia hapa tukishapata amani na suluhu ya kufanyaje ya kudumu. Na kwa maana leo hii, tusitishe uuzaji wowote wa ardhi unaotokana na mwananchi na mwananchi mpaka hapo tutapopata suluhu ya mgogoro, na timu ya wizara itayokuja itapitia historia yote. Narudia tena kueni na amani katika maeneo hayo, mpaka hapo tutakopata suluhu ya kurudi. Hii ni Bugoma TV Habari.